Swali letu la leo. Je, mwanachama wa NHIF anaweza kupata huduma za matibabu bila kuwa na kadi ya NHIF? Ndiyo, mwanachama wa NHIF anaweza kupata huduma za matibabu bila kuwa na kadi ya NHIF. Ni njia zipi anaweza kutumia kupata huduma za matibabu? Njia ya kwanza Mwanachama anaweza kutumia kitambulisho cha taifa au namba ya kitambulisho kupata huduma. Njia ya pili, mwanachama anaweza kutumia kadi mtandao inayotolewa na NHIF, yaani electronic card. Na njia ya mwisho, endapo mwanachama anaweza kukumbuka namba ya kadi ya kitambulisho chake cha NHIF, basi anaweza akatumia namba hiyo kupata huduma. Endapo mwanachama atapata changamoto katika kupata huduma, tafadhali tupigie kituo cha huduma kwa wateja kwa namba moja tisa, tisa, bure, ili tuweze kutatua changamoto yako. NHIF tunasema bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa. <mimu>